Nilikuwa najaribu kumsikiliza waziri mkuu Mwiguru Nchemba, yeye anazungumza, anasema taifa hili lina rasilimali za kutosha, na ndiyo maana watu wengine wanamezea mate. Amezungumza rasilimali tulizo nazo, na ni kweli, lakini mbona wa Tanzania hatufanani na rasilimali hizo? Mbona hatufanani nazo? Kama kweli tunazo rasilimali hizo anazozisema, na mimi naamini zipo unayozungumza uranium eh, Liganga, ma madini ya chuma kabisa, yani ni ufahari wa hali ya juu. Mbona hatufanani nazo? Yani tukiangalia Watanzania maisha yetu na hizo rasilimali, mbona hatuendani? Mimi nilichokigundua ni kimoja, ni ubinafsi. Ubinafsi, ubinafsi wa viongozi tulio nao. Hivi viongozi tulionao leo wanaweza wakafanana na Nyerere hata kwa sekunde <tipa> Hii unawe access hapa, waziri, ni demokrasia kubwa mno, direct democracy hapa, ambapo kila mtu yuko huru kusema na umesema tuseme. Kwa hiyo sasa, vijana kitendo cha kuwaziba vijana na kutolea mfano hapa, naweza nikaa na bomba lile la kusukuma vijijini, umo tunabomba kama yale hapo, unasukuma maji pale, kuna kuna poke ya kutoa maji unaposukuma pale, umefunga umefunga pale soko lakini, hapo unasukuma unategemea nini hapa njiani, si maana yake tapasuka Ndicho kilichotokea tarehe 29, kwa sababu umezima, umeziba watu wasiseme, watu wasiwe huru. Haya, angalia mtu anampenda mtu wake amchague, unamkata jina kule. Chama fulani anakipenda, unakikata kule. Sasa unategemea huyu kijana afanye nini? Kimbilio lake liwe wapi? Haya ni maisha yetu wote, tupunguze ubinafsi. Kwa hiyo niwaombe, kama viongozi wetu mtusaidie sana. Mwisho kabisa tuache uwanda wa mambo ya teknolojia, uchukue nafasi yake kwenye mambo ya teknolojia, ichukue nafasi yake. Hii mitandao ya kijamii imeletwa kwa ajili ya vijana, asilimia kubwa ndo tuko huko. Mkitunyima fursa hizo, TikTok tu mtu anaweza kutengeneza milioni tatu mpaka milioni nne akiwa na access ya kuweza kutumia. Leo mmezima, haya anaishije yule mtu? Kelo zipo nyingi, lakini kelo ya Watanzania na vijana wengi ambao tunaambiwa ni zaidi ya asilimia sitini ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunahitaji tupate katiba mpya. Tujiulize, tangu tarehe 24 ya mwaka 1977 mpaka tarehe ya leo ya mwaka 2025, takriban miaka mingapi? Kwa uthibitisho, vijana tunahitaji haki ya kikatiba. Tumeona mambo yaliyotokea Oktoba 29, taifa kama vijana tumeumia sana Tumesimama hapa kama Watanzania, yawezekana wengi wanashindwa kutoa maoni kulingana, pia kuna changamoto zinazojitokeza, tunakuwa shindwa kuwa huru. Sasa hata haya maoni tunashindwa kuelewa ni yepi tutoe. Naweza nikatoa maoni lakini unahofia nitafika kesho, yeah. Ah, ah, ni ukweli usiopingika. Mwalimu Nyelele aliwahi kusema katika moja ya nukuu ni kimnukuu: Katiba ni sawa na vazi la mwanafunzi. Mwanafunzi anapokuwa darasa la kwanza shule ya msingi aushone, ushonewa vazi jipya, lakini anapofika darasa la saba vazi lile halimfai tena, ni kuichanachana na kumtengenezea uniform itakayomtosha na mazingira yake ya wakati ule. Mwaka 77. Teknolojia sasa ni kama ilikuwepo. Sasa lazima tujue kwamba vijana kiu yao kubwa ni katiba, isipokuwa hivyo kuna haki za msingi aziendani na dunia ya sasa. Mfuko fulani. Uh, ndugu yangu. Ameshaondoka? Ameshaondoka ndugu yangu. Umeongea vizuri sana haya, sa, sa. Ndio mambo tunataka kuyasikia kwa sababu mimi niko hapa ili tuijenge nchi yetu, naelekezwa na Rais Anataka vijana wazungumze, wanataka nini, wanahisi nini, akiko sawa turekebishe wapi. Kati ya vitu mmenifurahisha wana Uyole, changamoto zote mlizoziongea mmetoa na mapendekezo, na hiki ndicho tunachokihitaji. Sasa kwa muda nitakaokaa katika wizara hii, nataka nihakikishe vijana wa Tanzania sauti yao inasikika, wanapewa vipaumbele na nitawasemea kadiri inavyoweza, sawasawa na maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Kipaumbele kikubwa Mheshimiwa Rais sasa hivi ni kundi la vijana, ndio maana kauli mbiu wetu katika ziara hii tunasema hivi vijana tuyajenge, Tanzania ni yetu. Vijana tuyajenge, maana yake nini? Haya tunayoongea ndio yatakayotengeneza kesho yetu, ukiacha mapenzi ya Mungu, lakini sisi vijana ndio tuna kesho kubwa zaidi kuliko mtu yoyote yule. Kwa hiyo nchi ikiharibika leo, maana yake tumeharibu kesho yetu na watoto wetu nchi isipokaa saa leo sisi ndiyo tunapata madhara makubwa. Hata madhara yote tunayozungumzia yaliyotokea, wathirika wakubwa ni vijana. Kwa lazima tukae chini tukubaliane, tupeane mawazo kama tunavyopeana haya mawazo.